Kwanza niseme ndani ya miaka minne ya Dkt. Samia Suluhu Hassan kazi kubwa sana imefanyika kwenye kwenye sekta ya mifugo. Ukiangalia hasa migogoro ya wakulima na wafugaji. Tulikuwa na migogoro mikubwa sana kati ya wakulima na wafugaji kwa mikoa ya Morogoro na hasa mikoa ya Lindi na, na, na, na Ruvuma. Lakini sasa imeshakuwa historia kwa sababu baada ya kuunda ile, ba, ile baraza ile la mawaziri wa sekta kwenda kutembelea baadhi ya maeneo yaliyopoteza sifa na kabizio kwa wafugaji. Na zaidi ya hekta zaidi ya milioni 3.5 zimetengwa na, na, na, na kumilikishwa kwa wafugaji, imekwenda kabisa kuondoa hiyo, hiyo migogoro. Lakini kitu kikubwa kabisa e, kwenye sekta ya mifugo, kitu ambacho hiye, tumepata manufaa makubwa kabisa kwa sababu Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan amegawa zaidi ya madume 560 katika maeneo mbalimbali ya wafugaji kuhakikisha kwamba wafugaji wanapata mbegu bora, lakini lingine zaidi ya wafugaji elfu nane Elfu 8,319 wamepata mikopo ya riba nafuu chini ya, ya, ya, ya asilimia 9. Hiyo ni kitu ambacho ni kikubwa zaidi kimefanyika katika awamu. Lakini pia tumeweza kupata budget mwaka huu ya shilingi bilioni 28 ambayo sasa tunakwenda kutoa chanjo ya mifugo. Sababu kama hichi tulikuwa hatujaweza kupata chanjo ya mifugo ya kimataifa. Sasa tunakwenda kufanya chanjo ili tuweze kupata hati safi ya chanjo ya kimataifa ili sasa tuweze kuuza mifugo yetu katika kwenye mataifa makubwa ya nje. Kwa hiyo haya ni mambo makubwa ambayo yamefanyika na kazi kubwa inaendelea.